Okay, huyu anasema habari dokta, nikamwambia nzuri. Akaniambia nina shida, nikamwambia karibu, shida gani? Akasema shida yangu ni kwamba nimejichua sana mpaka naogopa. Nikamuuliza unaogopa nini? Akasema najihisi kama sipo sawa kabisa. Nikamwambia pole, inabidi upate tiba kwa ajili ya kuweza kuimarisha misuli yako. Okay, uh, mwanaume huyu nilipata nafasi ya kuweza kuongea naye mara baada ya kuwa ameni text hivi baadaye, nikamwambia naomba uweze kunipigia, na akanieleza pia amekuwa akishiriki tendo la ndoa several times, lakini amekuwa akishindwa kuweza kufanya vizuri ama vizuri ama kuweza kushiriki vizuri kutokana na hii changamoto ya kujichua. So kinachotokea ni kwamba mwanaume anapokuwa anajichua kwa muda mrefu, ile hewa ambayo inayopita katika uume wake, ama ule hewa inayopita katika tundu la uume inaweza ikamletea madhara endapo ikitokea na kutumia kwa muda mrefu, lakini pia ile energy, ama nguvu anayoitumia ama msuguano wanaotengeneza unakuwa ni wa mkubwa sana, tofauti na msuguano ambao atakao kwenda kupata pindi anapokuwa amemwingilia mwanamke. So unaweza ukaona kwamba hivi ni vitu viwili tofauti kabisa ambavyo vipo hapa. So nini kifanyike katika hili? Ni kwamba uh, mwanaume baada ya kuwa ameshapata athari hizi ameathirika kwa kiwango hiki especially kuweza kulegea kwa misuli ambayo inayomsaidia kuweza kuhimili tendo kwa muda mrefu. Cha kwanza mwanaume huyu anatakiwa apate msaada wa saikolojia, lakini pia chapili anatakiwa apate msaada wa kimatibabu, na moja ya matibabu ambayo Dr. Kuboja anashughulika nayo ni matibabu ya asili ambayo ni dawa sahihi kwa ajili ya kuweza kumsaidia kuimarisha misuli yake. Dawa hii dawa yenyewe ni hii hapa, inaitwa mkombozi wa ndoa, unaweza ukaiona hii ni dawa maalum kwa ajili ya mwanaume ambaye ana changamoto hii. Cha kwanza inasaidia athari za punyeto, nimeelezea nime hapa, lakini uume kuishiwa nguvu, uume kuwa legelege na kushindwa kurudia tendo. So mwanaume ambaye anapitia athari hizi moja kwa moja, naomba tuweze kuwasiliana haraka sana kwa ajili ya msaada wa kina zaidi. so, ume, umechukua ume, ume, ume dawa ngapi, sehemu fulani, sehemu gani na gani, lakini Kupitia Dokta Kuboja utapata na faida nyingine ya kupata elimu ya lishe, kwa asilimia kubwa tatizo hili sasa hivi linasababishwa na vyakula. Utapata pia elimu ya lishe, nini ule, nini utakiwi kula, vyakula gani ambavyo unatakiwa utie nguvu zaidi, vyakula gani ambavyo unatakiwa uweze kukaa navyo mbali, kwa msaada wangu nikikufanyia e, msaada wa kukuguidia hatua kwa hatua, mpaka pale kuweza kuhakikisha unapata suluhisho la changamoto yako. Tuwasiliane katika namba ifuatayo: sifuri saba sita tano nne tisa tatu sita nne tano.